Ushindi huu wa DRC unamaanisha kuwa imekata tiketi ya kucheza hatua ya mtoano ya mabara kwa ukanda wa Afrika na sasa inasubiri kuchezeshwa kwa droo mwezi Machi, ambapo timu sita zitachuana kutafuta washindi wawili watakaokamilisha timu 48. Mechi za mtoano huko Rabat, Moroko zilikuwa ni kwa timu zilizomaliza katika nafasi ya pili kwenye makundi tisa ya ukanda wa Afrika, ambapo mechi za awali zilimalizika mwezi uliopita. Mataifa ya Misri, Senegal, Afrika Kusini, Ghana, Cape Verde, Morocco, Ivory Coast, Algeria na Tunisia zenyewe tayari zimekwisha fuzu kwa fainali za mwaka 2026 kutoka Afrika. Nchi ya Bolivia kutoka ukanda wa Amerika Kusini pamoja na New Caledonia kutoka ukanda wa Oshenia pia zimepata tiketi ya kufuzu katika michuano ya timu sita hatua ya mtoano ambapo kutajumuisha pia timu kutoka falme ya Kiarabu, Iraq, Amerika Kaskazini kati na Karibian, ambapo timu mbili zitafuzu kucheza fainali za kombe la Dunia mwakani. Fainali za mwaka ujao zimeandaliwa kwa pamoja na nchi za Kanada, Meksiko na Marekani.